Online TV. Dhumuni letu la kuitana hapa siku ya leo ni moja tu, sisi wilaya ya Kinondoni tutapokea mwenge wa uhuru tarehe 4 mwezi wa sita mwaka huu na tutapokea huu mwenge ukitokea wilaya ya Ilala katika viwanja vile vya shule ya msingi Gilman Rutihinda Kigogo na tutaukimbiza huu mwenge kwenye umbali wa kilometa takriban themanini hivi. Utazindua, utaweka mawe ya msingi, utakagua na kutembelea. Tumewaita hapa ili muweze kupita kuijua miradi ambayo itatembelewa na mwenge wa uhuru, na kwa kweli sisi tunashukuru sana. Nishukuru manispaa ya Kinondoni, nishukuru na taasisi zingine kama TARURA, DAWASA, wanatekeleza miradi mizuri na wanaendelea kutoa huduma. Ni mshukuru zaidi mama yetu na kipenzi chetu, Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea mahera sisi wilaya hii ya Kinondoni zaidi ya trilioni moja pointi nne katika kipindi hiki akiwa madarakani. Leo hii ukitembea katika wilaya ya Kinondoni, baadhi ya maeneo unaweza ukasema kuna vurugu nini zinatokea kwa sababu ya chimbua chimbua na miradi inayotekelezwa. Mfano mzuri ni mradi huu wa mabasi ya mwendo kasi awamu ya nne, sisi tunaanzia daraja la Salenda Bridge mpaka basi haya, wakandarasi wawili wako site wanaendelea kutekeleza. Na tunashukuru kazi hizi zinaendelea vizuri na waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulege alipitia hivi majuzi mkuu wa mkoa alipitia na magi, sisi tunaendelea kusimamia wanatekeleza. Lakini ukienda kwenye sekta ya maji, sisi maji katika wilaya ya Kinondoni zaidi ya asilimia tisini na tano ya wakazi wanapata maji safi na salama. Tulikuwa na shida kidogo ya maji maeneo ya kata ya Mabwepande na kama ambavyo tunajua ile kata ni mpya mpya. Kwa hiyo tuna maeneo ya mtaa wa Mbopo, tuna mradi mzuri wa maji. Wakaya elfu mbili watasambaziwa maji na mwingi wa uhuru, tunaomba utufikishie pale pia, wakaona hizo jitihada za mwisho mwisho kabisa kwenye kuhakikisha wakazi wote wa Kinondoni wanapata maji. Naitwa mwandisi Scolastika Nyocha, natokea Tarula Kinondoni moja point mbili, Mkapa Foundation yenye urefu wa kilomita 0.066 kunenge yenye urefu wa kilomita 0.14 na msese yenye urefu wa kilomita 0.25 kwa kiwango cha lami umetekelezwa katika wilaya ya Kinondoni. Mwajiri wa mradi huu ni mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Ujenzi wa barabara hizi umefanyika na mkandarasi Southern Link Construction Limited chini ya usimamizi wa Tarura wilaya ya Kinondoni. Chanzo cha fedha za mradi huu ni fedha za mapato ya ndani mradi huu unafanyika kwa gharama ya shilingi bilioni 2 milioni mia nne arobaini na moja mia nne tisini na tano pointi nne ambayo inahusisha ujenzi wa barabara hizi katika kiwango cha lami, mifereji ya maji ya mvua na uwekaji wa taa za barabarani. Mpaka sasa mkandarasi amelipwa kiasi cha shilingi bilioni mbili pointi mbili na utekelezaji wa mradi huu upo asilimia tisini na tano. Mradi huu wa ujenzi wa barabara ya Mediterranean Msese Mkapa Foundation na Kunenge una manufaa yafuatayo: itawezesha kupitika kwa wananchi katika vipindi vyote vya hali ya hewa, itapunguza foleni wakati wa majira ya asubuhi na jioni, itakuza biashara katika maeneo yanayozunguka mradi, pia itaongeza thamani ya ardhi katika maeneo haya. Kwa jina anaitwa Abubakari Hatibu Kabambura kutoka chama cha ACT Wazalendo wilaya ya Kinondoni. Sisi kama wadau wa vyama vya siasa tunaendelea kujionea maendeleo yanayoendelea katika wilaya yetu ya we, Kinondoni na hivi sasa tupo katika eh, eneo hili la barabara ya ya, ya, ya, ya Kunenge eh, Kapa Foundation Mediterranean, ambayo sisi ambayo tumezaliwa katika wilaya hii, ilikuwa ipitiki hii barabara, lakini kwa sasa tunaona ina uwezo wa kupunguza foleni katika barabara yetu kuu. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo tunaenda kuyaona ambaye katika utekelezaji wa mama yetu Mama Samia na hili tunalishukuru sana, kwa sababu bila ya maendeleo haya sisi tunaamini kwamba hatuwezi kufikia yale malengo. Kwa hiyo, malengo ili yatimie, basi kila ambacho kinatakiwa kuwa katika utatuzi basi kitatuliwe kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo mimi niungane na wenzangu kwa niaba wenzangu, kwa hii miradi tunayokwenda kuendelea kuitizama kui, kui eh, kabla ya siku ya mbio za mwenge basi iwe ni wenye mafanikio. Ni jukumu letu sisi sasa kama Watanzania kutunza maeneo haya na miundombinu iliyopo kwa sasa na hata hapo baadaye, ili tuweze kunufaika na maeneo mengine kama tunavyoendelea kukagua haya maeneo ya miradi husika, na kwa sababu ya umuhimu wa barabara hii uh, foleni zitapungua na urahisishaji kazi wa kiutendaji utakwenda vizuri kwa sababu barabara ni ya kiwango kizuri sana. Ninaitwa Neema Mwakitwange, ni mwenyekiti kwa chama cha Democratic Party wilaya ya Kinondoni. Uh, tumetembelea huu mradi wa kijiji cha Mboko ambao ni mradi wa maji. Kiukweli mradi ni mzuri na una manufaa kwa jamii, hususa kwa shule ambazo zinazunguka eneo hili, lakini ambacho, tunapenda tunapenda kushukuru Mungu kwa ajili ya uh, uh, Kinondoni yetu ni kwamba miradi tumeiona, sisi kama vyama vya siasa tumeona miradi mingi ambayo tumetembelea, lakini pamoja na mradi huu wa maji ni mradi ambao kwa mimi, kama mwanamke, unanigusa moja kwa moja. Tunatambua kwamba mwanamke changamoto kubwa ni maji na huwezi kufanya kazi bila maji, kila kitu kinatutazamia maji. Kwa hiyo kwa mradi huu ambao wilaya ya Kinondoni umeutekeleza, kiukweli mimi ninamshukuru Mungu na ninawapongeza sana wilaya yetu ya Kinondoni, lakini nampongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo anaendelea kutoa jitihada, kutia nguvu katika miradi mbalimbali mbali katika wilaya yetu ya Kinondoni. Huu mradi ni mzuri na utatuepusha na mambo mengi, kama watoto wetu unavyojua kwamba wanahitaji maji wakiwa mashuleni anaweza akajisaidia mtoto ni mdogo, hana hawezi kupata hitaji lingine maji akiwa hamna, kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizi kwa wepesi, lakini kwa kwa mradi huu umekuja kwa wakati maalum na kwa kipindi hiki ambacho sisi kama wanasiasa tunatazama vingi, ikiwemo pia miradi kuhakikisha kwamba imekamilika kwa wakati. Kwa hiyo ninawapongeza sana Kinondoni, lakini nampongeza mama Samia pia. Mungu awabariki. Tulichokiona sisi hapa tunaona kwamba shughuli zimekwenda vizuri, pesa zimetumika kwa thamani na usika, maana vitu vyake viko kwenye quality tunaona hii kazi imefanyika vizuri, kwa uangalifu wa kutosha kabisa, na inatia moyo sana. Tumefurahi kuona kazi hii imefanywa vizuri na inasimamiwa vizuri. Maelezo ya mkuu wa wilaya na maelezo ya msimamizi wa jambo hili ambaye daktari mganga mkuu wa wilaya ni maelezo yaliyo sahihi. Kama walivyoeleza, tulichokiona ndicho walichotuambia. Kwa hivyo, tumefurahi tumefurahi sana, tunashukuru tume serikali kwa kutufanyia jambo hili. Tunamshukuru Rais wa jamhuri ambaye kapanga pesa kutuletea huyu sisi wilaya ya Kinondoni na sisi ndio wanufaika wa jambo hili. Tunamwombea kheri, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amnusuru na kila balaa. Mungu ampete na nafasi hii kwa mara nyingine tena. Leo hii ulikuwa unamchukua mgonjwa unampeleka Mwananyamala, kata nyingine, lakini kwamba sasa muono wa fuara sasa naona zinaanza kufanya kazi kwamba kila wakata kuwe na sekondari, kila kata kuwe na hospitali, zahanati. Kwamba hii iniayo ni, ni moja ya hatua, nchi yetu sasa inapiga hatua, kwamba Tanzania ya mwaka okay, ya themanini ni tofauti na Tanzania ya ishirini na tano, kwamba mambo yameenda vizuri, tumeanza kuona miradi sasa. Wakina mama wamesema wataanza kujifungulia hapa. Zamani ulikuwa unamchukua mja mzito saa nane za usiku unampeleka Mwananyamara au mpeleke Kinondoni, manake kule Kinondoni kuna hospitali nyingine nayo sasa, mtoe hapo mpeeke kwenye kata nyingine ya Kinondoni, lakini kila kata kukiwa na angalau watu wawili wajifungue, hilo ni hatua nzuri sanagilbon right. Online TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na coment Gili Bony online TV.